Msomaji na msikilizaji mwaminifu wa kipindi kimongozo wa kujifunza Biblia alisoni shule ya Sabato kinachopeperushwa kwenye Toward Jesus TV mahali pote mlipo, Mungu awabariki. Naendelea kuwahimiza na kuwakumbusha malengo ya shule ya Sabato ni kwamba itusogeze karibu na Mungu, tuwe na uhusiano wa kina zaidi na kila mtu binafsi pamoja na Mungu, pia tuwe katika ushirika na watu wengine, na hivi uh, tunapojifunza Biblia tuwaandaye pia watu, tufanye utume, kuwandaa watu kwa ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hivyo mimi napofanya hapa Tunasaidiana katika kujifunza neno la Mungu, kuna ushirika na uhusiano na Mungu na ushirika pamoja nanyi na pia nafanya utume. Kwa hiyo pia ukijiunga na sisi unaweza kusubscribe kwenye channel hii na kuwasambazia pia watu wengine, utakuwa umefanya kazi ya utume kwa kuandaa watu kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Kwenye robo hii ya nne mwaka 2025 tunajifunza mafundisho ya imani kutoka katika kitabu cha Yoshua. Kama watu wengi walijua kitabu cha Yoshua kama kitabu cha historia, sio tu kinazungumzia historia, historia lakini pia kinatufunza masomo ya imani itakayotusaidia kuingia katika Yerusalemu pia. Tunatakiwa tuingie katika Yerusalemu pia. Lakini kuna vitu fulani fulani ambavyo ni lazima tujifunze. Hii kitabu hiki kinatufunza uaminifu kwa agano la Mungu, uzuri na faida ya kuendelea kumtumainia Mungu na hatari ya kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo leo somo la sita linazungumzia kuhusu adui aliye ndani. Adui aliye ndani ndilo somo ambalo tunakuja kulichambua kwa dakika chache tu, adui aliye ndani. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, masomo ya somo la juma hii ni kwenye Petro kwanza moja nne Yosua saba sura zote sura yote ya saba na Zaburi 119 moja hadi sita Ezra 10 11 Luka 12 15 Yosua 8 moja hadi makumi mbili na tisa. Kwa hivyo tunapojifunza somo hili la adui aliye ndani, basi nitakualika pamoja nami kuwa na ombi. Baba Mtakatifu, uketi mahali patakatifu, umetupatia fursa ya kujifunza kuhusu neno hili kupitia kitabu cha Yoshua, fungua akili zetu kuelewa ukweli uliopo nasi pia tupate kuepuka hatari hizi, tujiandaa pia kuja wako mara ya pili, huko tukiti agano lako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Adui aliye ndani. Hapo tunaona uadui ni wakati watu wanakuwa katika uh, vita ama kutokuelewana kati ya nguvu mbili tofauti. Kwa hiyo huo ni uadui, ni, ni, ni ambao unakuwepo kama lengo la mtu ni kumshinda adui, kuna mara nyingine uzani ya kwamba adui umtafutia adui katika sehemu nyingine, mahali ambapo hayupo. Leo tunapozungumzia adui aliye ndani, tunaona kwamba mara nyingi adui hayupo mahali tunapomtafutia sehemu nyingine. Adui yupo pamoja nasi ama yuko ndani mwetu sisi wenyewe. Kwa hivyo tunatakiwa kuwa na macho ya kiroho kuelewa mahali adui alipo. Hivi tusipoteze lengo. Ukimtafutia adui kwa upande wa kuume wakati yuko kwa upande wa kushoto, utakuwa umepoteza kabisa. Kwa hivyo leo nakualika kumjua adui wa kweli. L'ennemi n'est pas toujours que juske... locroa ivi, naweza kusema tu huyo adui hayuko tu yule ambayo tunadhania kwamba yeye ndiye adui ama hayuko tu mahali ambapo katika sehemu ambayo tunaiwazia mara nyingine anaweza kuwa yule ambaye hujawazia kwamba yeye ndiye adui anaweza kuwa katika maeneo ambayo hukuta, hukutarajia kwamba anaweza kujitokeza hapo fungu la kariri Yeremia 17:10 neno la Mungu linasema mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake kiasi matunda ya matendo yake bwana Yesu asifiwe Mungu kupitia nabii Yeremia anatukumbusha tu ya kwamba yeye anaona kila kitu anaangalia moyo anaangalia hata mambo tunayofanya wakati wa giza. Hey, katika kila kitu hakuna kitu ambacho tunaweza kumficha. Isitoshe pia anatuambia kwamba anapomlipa mtu kisasi ama anapomlipa anapu, mtu anamlipa sawasawa sawa na kile ambacho anatakiwa kupokea. Kwa hivyo yeye yuko um, anatoa hukumu ya haki. Kwenye hii kitabu cha Yoshua sura ya saba, kumbuka kwamba wana wa Israeli wamevuka tayari wametoka Misri, wamevuka bahari hata ya Yordani na wameingia, wamechukua wame mji wa Yeriko, okay? na unaposoma kwa kina zaidi unaelewa kwa sababu tunakuwa kwenye sura ya saba, utaelewa kwamba Yosua saba ndio kitabu ambapo kunakuwa tukio la kwanza ambapo kupitia kwa uzoefu wa kusikitisha watu wa Israeli walijifunza matokeo yenye hatari nyingi ya agano na maana yake yenye kina zaidi kumbuka kwamba kutii agano la Mungu kuna baraka, lakini pia kuzivunja kuna athari, kuna laana ambazo zinaweza kuwafuata watu. Ndio maana hapa tunaona katika kisa hiki madhara ya kuvunja agano la Mungu. Tukiwa katika kusubiria urithi wetu wa mbinguni kulingana na Petro ya kwanza moja nne na Wakolosai 3:14 tunakabiliana pia na changamoto kama hizo. Tukiwa mpakani kuingia kwenye nchi ya ahadi, uaminifu wetu unajaribiwa na tunaweza kuwa na washindi wetu kupitia katika kujisalimisha kwa Yesu Kristo. Hapana njia nyingine ambayo inaweza kutufanya tujisalimishe isipokuwa tu ni sisi kumtegemea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mkombozi wa maisha yetu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye kitabu cha Yoshua ambacho mimi nilikisoma kwanza, wewe pia ndakualika kusoma mahali ulipo kwenye sura ya kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya saba. Hapo kuna kitu ambacho tunakiona hapo. Unaposoma hapo wana wa Israeli wanaenda kufanya vita na mji wa Ai. Huu mji umejulikana kuwa mdogo sana. Wao walipokuja walikuwa wanashinda makabila zote, okay. Walipambana hata na Yeriko na wakaivunja kwa kuzunguka tu. Yeriko ilikuwa ni mji mkubwa, lakini ikasamaratika kwa nyimbo. Alisema kwa kuzunguka tu kwa uaminifu, ah, niseme hivyo, kwa uaminifu wao kwa Mungu. Mungu alipowaagiza mtazunguka mara saba na siku saba mara saba hivi, walipotii hakika walipata ushindi, lakini ulifikia muda fulani Yoshua akatuma wapelelezi watu kuenda kuangalia mji wa Ai. Waliporudi wakasema, "Ah, tumeona mji wa Ai ni mdogo sana, hatuna hata budi ya kuenda sote. Tukienda hata wachache, tunatosha tutakuwa tumechukua huo mji wa Ai." Hapo kuna hatari mpenda mtazamaji na msikilizaji. Walishindwa. Walizania kwamba watashinda wakienda lakini walishindwa. Utajiuliza kwa nini walishindwa? Watu ambao Mungu aliwaahidi kwamba atakuwa pamoja nao, kwa nini walishindwa? Hapa kuna kuna kuna dhambi kubwa ama kosa kubwa mbili ambazo walizifanya. Zipo sababu kuu mbili za kushindwa kwa Israeli dhidi ya wakati wa Ai wale wakazi wa Ai walishinda Waisraeli. Jambo la kwanza, kwa sababu ya dhambi ya Akani wana wa Israeli. Kati yao kulikuwa mtu ambaye alikuwa anaitwa Akani ambaye alikuwa ameiba kitu ambacho hakutakiwa kukiiba, alikuwa amefichika, na hiyo Mungu akachukia dhambi ya makosa. La pili ni, ni kujiamini kwa Waisraeli kupitia kiasi katika nguvu zao wenyewe, wakazania kwamba ni kupitia uh, kwa idadi yao ya vita ama kwa uzoefu wao ama umu. nguvu anazokuwa nazo zitakazowafanya washinde mji wa Ai walisahau ya kwamba kushinda kwao hakukuwa kuna kuna, kuna, kuna depend na na nguvu na juhudi waliokuwa nayo kulikuwa kuna kufuatana tu na na, na, na, na, na, na uwepo wa mungu lakini hapo walipoenda pasipo kumuliza mungu kusudi lake eh, kumuliza mungu anahitaji an, anataka nini ilikuwa ni ni, ni ni mwanzo kwa nami. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hatutakiwi ama hatupaswi kufanya maamuzi yoyote pasipo kumuuliza Mungu anataka ana, ana, ana, ana, ana, tufanye nini. Kwa hiyo hao wakashindwa, mji ambao ulikuwa ni mdogo sana ukawaua. Mpaka waliporudi wakajiuliza, nini ndicho kinatufanya kina tuteseke hivi? Tumeshinda watu ambao ni wengi lakini hao wachache wanatuharibu, wanatutesa. Yoshua alipokuwa akijiuliza, Mungu akamwambia kuna kitu kibaya ambacho umekifanya. Na hivi napenda namna gani Mungu aliingilia ali, ali, ali, ali, ali kati akamwambia kuna mtu ambaye ameiba, lakini kwa sababu dhambi ilikuwa ndiyo ni ya mtu mmoja, lakini sio tu ni ya mtu mmoja, ilikuwa ni ya taifa lote, kwa sababu huyo mtu alikuwa ni mwanamemba wa taifa la Israeli, ambao Mungu alikuwa amepatana nao, amefanya nao agano. Kwa hiyo mtu moja anapofanya dhambi katika Israeli, ilikuwa ni sawa na Israeli yote ndio imehusika kwa lile jambo. Hivyo akana alikuwa amekosa kiasi ya kwamba kaacha taifa lote la Israeli likashindwa vita, na Mungu akafanya hapo procedure ambayo ninaifurahia sana. Unaona, Mungu anapo ingilia kati, anaita makabila, kabila fulani inateuliwa, anakuja kwa majamaa, anashuka kwa wakogo na mimba wa jamaa mpaka wa mkute Akani. Alifanya hivyo ili watu wote wajua ya kwamba dhambi ya mtu pekee inawahusu wote kama taifa. Kwa hivyo sisi kama Wakristo, hakuna vipi vile katika maisha ya Ukristo, ukimwona mtu kwenye dhambi, Biblia imesema ukimwona mwenzako amefanya kibaya, umwendee. Okay, kwa hivyo ilibidi wa, waelewe ya kwamba dhambi ya mtu mmoja inaweza kuathiri watu wote na hakika iliwafanya watu wote wapate kuteseka, lakini ninafurahia kwa sababu Mungu alimpea kwanza Akani muda. Wakati ilikuwa kwa jamaa wanasema kabila la mtu fulani, ilikuwa ni muda ambayo Akani pamoja na watu wa nyumba yake ambao walikuwa wanajua kwa kile ambacho alikuwa amekifanya, ilikuwa ni muda ambayo alipewa ili kwamba atubu, ajitambue na amrudilie Mungu, lakini hakufanya hivyo mpaka waje wakamchukua na kumteua, ndipo akamuliza ulifanya nini? Akasema mimi nimeiba hapo kuna dhambi ambazo alizifanya alitamani kitu ambacho hakikupashwa kuwa cha kwake na akaiba sio tu akaiba akafichika hivi nende na uzoefu wa kueleza kwamba uh, hatua moja katika dhambi moja hurahisisha dhambi nyingine kwa hivi unaposema uongo leo inaweza kuletea uzinzi inaweza kuleta wizi inaweza kuletea hiki na hiki na hiki na hiki hatutakiwi kufanya dhambi katika aina yake yote hata iwe mbaya mmoja kiasi gani dhambi ni mbaya na hivi mtu anapofanya dhambi huwa inaleta nyingine dhambi haiwezi kuenda peke yake ukianza dhambi moja inakuletea dhambi nyingine sasa hapo Yoshua akamwomba Akani afanye mambo mawili, akamwambia umpe Mungu utukufu na kumheshimu na pili, ukiri kile ulichokifanya bila kuficha. Na alivifanya, lakini inaonekana kwamba haikutoka, haikuwa msamaha ambayo ilikuwa ya dhati, akasema tu nimefanya hiki na hiki na ikabidi auawe pamoja na watu wa nyumbani mwake, ambao kwa sababu Mungu ndiye mshahidi ambaye alikuwa anaona mambo yote. Inaonekana kwamba walikuwa wanajua kitu kibaya kimeingia, lakini hawakusema. Kwa maana nyingine, tunapochangia kwa dhambi inaweza kutuathiri sisi wote. Dhambi ina ina matokeo makubwa sana tena sana. Mpendo mtazamaji na msikilizaji, nafurahia kwamba Mungu anaendelea kutoa matumaini mahali ambapo palitokea hatari. Mungu anaahidi ya kwamba patakuwa pazuri. Kwa, kwa maneno mengine, hata katika mkatadha wa Waebrania kuitwa ile inji masuala makubwa na kanuni vilihusishwa jambo lililohusisha kuleta heshima na utukufu kwa Mungu aliyekuwa tumaini la pekee kwa wapagani wa Israeli na, na, na, na Israeli pia ilibidi pia wana wa Israeli wajifunze kumtumainia Mungu, wajifunze kumwelewa Mungu. Ni Mungu ndiye anafanya Israeli ishindwe. Israeli ilikuwa imesahau ya kwamba ushindi wao uko katika Mungu hata sisi wenyewe kuna maana tunasahau, tunadhani kwamba kufaulu kwetu, kupewa vyeo, sijui mali tulikuwa tulio nayo, mibaraka yote, tunadhani kwamba ni kwa nguvu zetu, tukisahau ya kwamba ni kwa uwepo wa Mungu ndani ya maisha yetu, ndiye anafanya tuwe na heshima tunayokuwa nayo, ndiye anayofanya tuwe na utajiri na ukuwa nao, anafanya tuwe na hiki na hiki ambacho tunakuwa nacho. Naweza kuhitimisha kwa sababu ya, ya muda nisemeye kwamba tu kisa cha Akani kinatumika kama onyo kuhusu asili mbaya ya dhambi, kiko hapo katika Biblia kututolea onyo kujulisha kwamba dhambi ni kitu kibaya, lakini pia kinaelezea neema ya Mungu. Sio tu tunaweza kueleza kwamba dhambi ni kitu kibaya, tunaeleza pia neema, kwa sababu Mungu alipea huyo Akani muda wa kutubu, muda wa neema. Karne nyingi baadaye, Mungu anaahidi kupitia kwa nabii Hosea kuligeuza bonde lile la Akori taabu, mahali ambapo walipigwa, mahali ambapo Akani na familia yake walipigwa kwa mawe na kuzikwa kuwa mlango wa tumaini. Kwa hivyo Mungu anaweza kubadilisha kitu katika kitu kibaya kutokea kitu kizuri. Ambiki, kwa hakika yeye ni Mungu wa kupindua mambo. Leo unaweza kujitambua kwamba wewe ni mdhambi, umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, umevunja agano, mapatano ambayo unayo na Mungu umeyavunja katika uh, uzinzi, kiburi, uh, tamaa. Lakini leo ukimwalika Yesu Kristo kuwa Bwana mkombozi wa maisha yako na kuungama, yuko tayari kukupokea na kubadilisha maisha yako. Kuna masomo fulani fulani ambayo tunaweza kuyatosha kwenye somo hili. Somo la kwanza ni kwamba hatutakiwi kuingia katika vita, iwe ya kiroho ama ya aina gani, pasipo kumkosilte Mungu, pasipo kuuliza Mungu mapenzi yake ni ipi, tufanyaje. Katika kukamata maamuzi yote, tumuulize Mungu anataka tufanye nini. Pasipo hivyo, la hivyo, tutashindwa. Wana wa Israeli walishindwa tu sababu walienda pasipo kumuuliza Mungu. Jambo la pili ni kwamba yule ambaye anajua kwamba ameshimama, basi afanye angalisho, asije akaanguka, akawa ni mojawapo wana wa Israeli ambao walijua kwamba ni wana wa Mungu, alikuwa amevuka wa hata Yordani ameingia, lakini umeingia katika kanisa, la, la kanisa la Kristo la Kikristo, umepata neema ya kuwa ulivyo Fanya angalisho usije ukaanguka. Ni wengi sana waliokuwa wachungaji, waliokuwa Wakristo, wazee wa makanisa, sijui watu aina gani ambao wamejulikana kuwa wamepokea Yesu Kristo, lakini waliposahau ya kwamba a, mahali walipo ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu, ndio waliposahau, basi wakaanguka. Naomba ili kwamba usije ukaanguka. Jambo lingine ambalo ni somo ambalo nilipata hapa ni kwamba dhambi ya mtu mmoja inaweza kuleta madhara kwa watu wengi. Ndio hatutakiwi kushirik, kushirikiana na dhambi Tusifiche dhambi. Ukimuona mtu mwenye dhambi umwendee, kwa sababu ukiona mwenye dhambi amefanya dhambi na umwendee, hiyo dhambi itamwathiri yeye, lakini pia na wewe, kulingana na Ezekiel. Ukimuona mtu mwenye dhambi humwambii, damu yake itakuwa juu ya kichwa chako. Jambo somo lingine ni, ni kwamba uhusiano wetu na Mungu hausemi kwamba utajaribiwa, majaribu tu yapo, yanakuja, lakini tuendelee kumtumainia yeye, ndiye anafanya tushinde dhambi ina madhara kwa watu wengi, lakini pia tujue kwamba Mungu ni mwenye haki na mwenye upendo, anapea pia wakati wa rehema, hawezi kuhukumu kabla hajatoa rehema. Wewe pia, ni masomo gani ya kiroho? Toa masomo karibia mawili matatu matano hivi, ambayo umeyapata katika somo la sita huko nyumbani ulipokuwa ukisoma, hata hapa, na iweke kwenye comment, itakuja kutubariki pia. Kuna maswali ambayo ninaweza kuyatoa, maswali ya kujadiliana ambayo inapatikana kwenye siku ya Ijumaa. Swali la kwanza inasema, hebu jadilieni, jadili maana ya amri ya kumi kwenye dunia inayotawaliwa na matangazo ya biashara na ulaji. Tunawezaje kwa vitendo kutofautisha kati ya matakwa na mahitaji, na kwa nini ni muhimu kujua tofauti hiyo? A, pia soma sala la Danieli kwenye Danieli 9 hadi hari kumi na tisa. Kwa nini ni jambo lenye umuhimu kwamba Danieli akiungama dhambi za Israeli, alidumu kusema tumefanya dhambi eh, yaani sisi tumefanya mabaya haya yote hata ingawa hatuna rekodi yoyote ya tendo lolote ovu, na Daniel alikuwa kiungama kwa niaba ya watu wote. Tafakari pia kuhusu swali la mwisho la siku ya Alhamisi, kwa nini linasema, uh, kwa nini utiifu wa Israeli kwa amri na hukumu ulikuwa muhimu hivyo katika ushuhuda wao? Kanuni hii hii inahusuje kanisa letu leo? Yaani, ushuhuda wetu ungekuwa wenye manufaa zaidi kiasi gani kama kweli tungefuata yale yote ambayo tumepatiwa na Mungu? Basi Mungu akusaidie na akubariki. Je, ni kusudi lako leo kuamua kuachana na dhambi? Ukiwemo ya tamaa, ya wivi, usinzi, yote ambayo unaichua ile na kusema Yesu basi nataka nisifunje agano lako na uniumbie moyo mpya. Ikiwa ni kusudi lako tuombe. Baba mtakatifu, tunakuja mbele zako kwa kutufunza masomo mengi. Mara nyingi sisi wenyewe tunakuwa adui wa sisi wenyewe. Endelea kufungua macho yetu tuelewe adui ni nani na namna gani ya kufanyia kazi dhambi ambazo ziko ndani mwetu. Tufanye kuendelea kuwa mwaminifu kwa, kwa agano lako, tusiende kinyume na mapenzi yako, tukutumainie katika hali yote ya maisha, kwani nguvu tunaipata kwako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine.